Walijenga, tulijenga kwa pamoja. Ah, e. Okay. Sasa unaona mwana baba yako, mtoto wangu, mwana nilivyo, nimerara nje kama mbuzi. Okay. Nimerara nje kama mbuzi, rote parote mm -hmm. Rikaenda mm -hmm. Mvua ikaninyeshea. Kwa hiyo wewe unalala huko, si ndiko kwangu? Na pando hili limekuja huko. Ea Takiwa lirudi. Takiwa lirudi. Mm. Sasa mimi bibi yako litarudi na nini? Sijui nitakaa humo mpaka mirele. mm. mm. e. uwezo sina wa kununua hata kambau. mm. mm. mm. na umo pa mnisaidie. Sawa, sawa. Rasi, hii tunaingilia sisi. Tamuko ketu kazi. Tuingie hapa. Vifaa hivi na bati tumsaidie huyu mama kwa kuanzia hapo. Kwa hiyo leta mafundi wafanye tathmini leo leo, wafanye tathmini tupate mbao na bati, ikiwezekana kesho waanze kazi, wamsaidie huyu mama. hmm. hmm. Tumeelekezwa na mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. hmm. hmm. Tuje tuangalie tatizo hili na tuchukue hatua haraka. Sasa bibi, kwa wewe hali yako ilivyo na eneo hili hapa, hatupepesi macho wala hatuchelewi hata dakika moja. E, ni moja kwa moja tutaingia hapa, tuhakikishe maisha yako yanarejea katika hali ya salama. Kwa hiyo wewe unalala huku sasa hivi? chumba chote ni changu. Hata huko hivi, nalala tu hapo. Sasa mtakimbia nyumba? Huwezi. niende wapi? sawa aumoumo <coughs> kamakukumv ninyeshe Uhu. majambazi ya pande yanikate umo ya nikate. <laughs> Mungu atakulinda hakuna majambazi. na, na, na muhakikishe pia, wa binadamu tunatofautiana. Kwa hiyo kamati yako ya usalama wilaya ihakikishe pia mnaimarisha usalama wakati wa kipindi hiki. Kuna watu wengine wanaweza wakatumia kipindi hiki E, wale wasiofaa katika jamii wanaweza wakatumia kipindi hiki kujinufaisha kwa maana ya wizi, kwa sababu vitu vingi viko e, tunaona viko scattered. Kwa hiyo muhakikishe mnaimarisha usalama na nitoe onyo pia kwa wale wenye tabia hizo chafu e, watu wako, tuko kwenye majanga. Yule mtu ambaye anataka kuwa na mawazo ya kujinufaisha binafsi kwa kufanya wizi mdogo mdogo aache tutakayemkamata hatutamfumbia macho. Shukuru sana kwa mikono yangu miwili ananisaidia, akinisaidia ntafurahi. Hata kwa Mungu ntamwombea aendelee na kazi yake vizuri, mtoto wa watu baba. Lakini pia napo ni mshukuru mkuu wa mkoa kwa mambo aliyazungumza hapa mbele yetu. Uongozi ni karama, tumwombee kwa Mwenyezi Mungu amzidishie. Akiendelea kwa moyo huu serikali inaendelea kuaminika asilimia mia, mia. Kwa hiyo tunamshukuru sana tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu amzidishie sana na aendelee kumpa moyo wa namna hiyo kunde kusaidia wazee kama hawa. Habari, karibu Mitandao Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mwitandara Shopping Center Limited, tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali mbali feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.